Sasa hizi nasemaje, Watanzania. Malizeni kupona, bifu lipo pale pale tunaliendeleza, ndugu. Msidhani sasa hivi jamani, poleni poleni, tumesaa hatuja, bifu linarudi pale pale ndugu, tuna pale tulipo achia ndo tunaendelea na bifu letu. Sasa hivi tunawapa tu pole sisi, na nyinyi ni ndugu wa kufatana, tunapigana tukipendana, ndugu sijui nani eh, sasa hivi tunapendana, lakini msijichanganye mkadhani tumesahau bifu letu. Liko pale pale, tuna mwendelezo wetu, yaani tumemaki tulipoachia hilo bifu, vita tulivyoviachia hapa mtandaoni. Mkipona tu ndugu, nani mpone na roko, tunawaombea huku tulipo, maana tunataka ugomvi, mnataka ugomvi tuupeleke wapi? Mmetuachia ugomvi katikati Tunaubeba tunaupeleka wapi? hatuwezi kuwapelekea wa Uganda Uganda, jamani, Uganda wanaongea Kizungu, wanatamka kila herufi katika Kizungu wao, bwana watatuchelewesha. Tunawataka nyinyi sasa, ni mpone haraka, tunaombea sana eh, mzidai eti tunaombea hao sijui nini. Tunaombea mpone mioyo haraka haraka, mrudi tuendeleze bifu tulipoliachia, tunaliendeleza hapo hapo. Kwa hivyo, jamani, nyoyozeni zitayarisheni, maana mkimaliza tukuomboleza na anaombea mpone moyo haraka haraka haraka, maana jazba tunaipeleka hapa? Hii jazba mnataka tukae nayo hadi lini? Pia sisi tulipatikana na jaba tukapona tukarudia bifu. Sasa nyinyi mpone turudie bifu pale pale. Uu, ndugu nakwambia tunapigana tukipendana, ndo ndugu wa kufuatana. Huu, sasa sijui mkubwa ni nani, sijui mkubwa ni sisi, nyinyi ndo wadogo ama nyinyi ndo wakubwa sisi ni wadogo, lakini mkae mkijua tuko pale pale tunarudi ndugu hata kwenye uwanja oh. Mm-hmm. Sasa maombi yetu kwenu mpone haraka, maana jazba tunalo hasira tunazo, mnataka tuzipeleke wapi? Wakenya, na nyinyi ndio watu wetu wa hapa hapa, hapa kila kukicha sisi na nyinyi tuko hapa ah, kwa hivyo mrudi haraka jamani.